ya muungano wa Tanzania, kazi iendelea. Msigani mpya, maendeleo kwa kasi. Ndugu wananchi wa Msigani, tarehe 29 mwezi wa 10 2025, mlinichagua mimi Zaidi Jumanne Muliro kuwa diwani wenu wa Kata ya Msigani. Mlinichagua kwa kula nyingi sana. Itoshe tu kusema asanteni sana. Nimekuwa nikitafakari kutafuta neno zuri la kushukuru, lakini katika kamusi zetu za Kiswahili halina neno zuri zaidi ya kusema asanteni sana na Mungu awabariki. Ndugu zangu, ninawaahidi kwa dhati kabisa. Nitawawakilisha vizuri sana katika baraza la madiwani au katika manispaa ya Ubungo. Nitawawakilisha kwa weledi mkubwa, kwa bidii na maarifa, na kwa uwezo wangu wote ambao nimejaliwa na Mwenyezi Mungu, ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo mnatarajia kuyapata kutoka kwangu myapate, na msiyapate tu, bali myapate kwa wakati. Ninawahakikishia kwamba nitawaletea maendeleo kwa kadri ya uwezo wangu ambao nimejaliwa na Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, Wanamsigani, maendeleo ni mchakato endelevu, na sisi binadamu tunaishi leo na tunaishi mara kwa kuwa tunaishi mara moja na tunaishi leo, basi tunapaswa tuanze kufanya michakato mbalimbali ya kuhusiana na maendeleo kuanzia leo, huku tukiamini kwamba kesho haipo, kesho inaanza sasa. Ninawashukuru sana kwa maendeleo ambayo mmekuwa mkiyafanya binafsi, hata kabla sijawa diwani. Nimeshuhudia mkiwa mnajitengeneza barabara zenu nyinyi wenyewe kwa kutumia vifusi. Barabara zimekuwa zikipitika na nyingine zimekuwa hazipitiki, ila kwa bahati mbaya, matengenezo yote ambayo mmekuwa mkiyafanya, inapotokea mvua imenyesha, barabara hizo zimekuwa zikiharibika tena na tena na tena uharibifu huo ninauchukulia mithili ya mkate kwenye chai. Hasa nini cha kufanya? Ningeomba nikishirikiana na nyie, tukielekea 2026 tubadilishe mwelekeo mzima wa matengenezo ya barabara zetu za Msigani. Mambo mapya, maendeleo mapya, mwaka mpya. Kwa maana gani? Tuanze sasa kuchakata akili zetu, tuanze kutengeneza barabara zetu kwa kutumia simenti, kokoto, mchanga na waya mesh ili barabara zetu ziwe barabara za zege na hili linawezekana.